Mbunge wa viti maalum cha cha wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Esther Matiko amesema kwamba wale wote wanaomchafua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan mitandaoni wachukuliwe hatua za kisheria, huku akisisitiza Jeshi la Polisi kuchunguza kama ni Watanzania wanaofanya mchezo huo ama la. Matiko amesema hayo na amesema Rais Samia ameruhusu uhuru wa vyama vya siasa kufanya siasa zao kwa kutumia falsafa ya 4R, na kuongeza, mama alikuja na 4R, yeye ni mpinzani. Lakini anahitaji wafanye uchunguzi na kuwakamata watu hao wanamzalilisha, na, na wanachukulia hayo kwa sababu yeye ni mwanamke. Mwisho akasema, Leave our President alone. Tumsikilize zaidi, kisha tuachie maoni yako. Kama tuna, tuko vizuri tukafanya kila tunachofanya tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya lakini, Watanzania tunachukua, tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka ya husika za nchi mko wapi kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyber bullying inafanywa na hao watu wa nje tunasema, lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania. where are we? kwa nini tunaruhusu hii ni uzalishaji na unaweza kaona kama ni uzalishaji kwa sababu mama, yani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamme hizi cyber bullying ambazo zingeendelea zingeweza kufanyika? Lazima tukatae, tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki. Mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo nimeona sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondea mhili tumshirikiane mambo ya ndani ya hapa idara ya mawasiliano na kule Kenya tuwakamate hawa wajenziwaku, lakini kuna klipu zingine ukisikiliza, mheshimiwa naibu spika, tonation ya Kiswahili ni Mtanzania, they are just hiding kwa ile ambayo inatokea Kenya, they are pretending, wanamzalilisha mama. Msitweze utu wa mtu, sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu, siwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza. Leave alone the president, ambao ndo amebeba nembo ya taifa letu.